Jina ni Gregory Nyawanga from Milla team, kutoka hapo maeneo ya Mala ndio home home team, na pia tunacheza liki, so tumekuja kwa hii kikombe prepared, na Mungu ametujalia sisi ndio washindi wa hii ward, ya Malai Songo Makunga ward, sisi ndio washindi. Na hii game haijakuwa rahisi, imekuwa na high intensity sana, lakini kama team hatuja keep up, tumetangulia kufunga na opponent wakakomboa, na tumeenda kwa mapena na pia mapena pia, sisi huwa tuna train, na tumepata kushinda. Mwaka jana tulibaki award level, kwa award level eh, maybe tulifanya mistake pale wakati tulikuwa tunacheza. So wakati tulikuwa tunacheza award level, hatukua tunajua tunajua rules za tona vizuri. So wakati baadaye, kwamba timu zinaenda fulani fulani, tukapatikana kwamba tusha lose ndio maana tuko pita le, world level last year. Kitu cha kwanza hii tona imetokeupisi kama mayuz, eh, kwa pamoja kama team pia tunapata kufunzwa mambo mingi sana, kukaa kindugu na wenzetu eh, wakati unacheza mpira unakaa na wengine eh, Mnajua, mnajuana kwa kila jambo, mnasaidiana. So, football ni family, inatuleta pamoja kama family kwa ujumla. Naitwa Makuba Brian, coach Mila Football Club from Malai Songo Makunga ward

E, kwa majina ni Bretu na Onyango, timu Musango FC, timu captain e kulingana na matokeo, matokeo hijakuwa poa. Eh, kupigwa kwa ground tunasema ground ni yetu, si ndio? Tunasema ground ni yetu juu mara bana Msangoni hapa, alafu in community, community moja. So kupigwa na Mila hapa, matokeo hijakuwa poa. Na on the other hand, tunasema tena tumejaribu cause last time tumaliza number 4, sasa tumemaliza number 2. So tuna aim next time tuchukue kitu, si ndio? Eh, kwa mashabiki in case to qualify tuna promise hiyo, sub county lazima tutachukua because timu tume compete na nazo, si zile serious, si ngumu kabisa venye tulikuwa tunafikiria, ni timu tu na wachezaji tu kaasisi. So na promise mashabiki, tukiingia sub county tutaleta results. Naitwa Praxidis Mtesha, mimi team manager wa Musango team. Ningesema ya kwamba matokeo hayajakuwa mbaya wala mzuri, maana katika kandanda tuko na matokeo aidha ushinde, ushindwe ama mtoshane. Kwa hivyo kwa, kupu, kwa kuipuka namba ya pili katika ward, sijaona kama ni mbaya, ingawaje si kutarajia namba ya pili, lakini kwa sababu tumeipuka namba ya pili tunaridhika nayo. Last year tulikuwa namba nne mara hii tumejikaza sana mpaka tumekuwa namba ya pili. Maana hii timu ya Musango ni timu ambayo ime imeanza juzi na bado iko na vijana wadogo wadogo, lakini ni wale wanajituma. Najua mwaka ujao huenda hiyo namba one hawataiona tena, tutainyaku tuta. Kwa majina, naitwa Ronald Okumu, mimi ndiye coach wa Thunderstorm FC. Game imekuwa poa, vijana wa, display game poa lakini ni kwa vile tu laki imekuwa kwao, so atuweze badilisha matokeo. Lakini ile kitu naweza sema ni kwamba to the sub county level, we expect a very tough competition, kwa sababu vijana wamejitolea, na najua kwamba kulingana na mazoezi yenye wanafanya watajituma na watatoa matokeo mazuri, wata surprise timu kubwa kubwa huko hivyo. So tuko na matumaini ya kwamba to the next level we are going to perform. Hatuende mchezo. Vijana wamekuwa na michezo mingi. I think imekuwa tu fatigue. Hata ukiangalia vile walikuwa wanacheza, wengi walikuwa wamechoka. Wamecheza game mingi sana hii weekend imeisha. So wamekuwa na lot of fatigue, but We are hoping for the best. Jina langu naitwa Evans Masaba Mtai, Alias Masseven. Mimi ndio coach wa Isongo Green Commandos. Eh, tumekuwa na hii kikombe tulianza vizuri, but tumekuwa na changamoto kwa sababu maybe labda maybe vijana wako around, but tulikuwa tunajaribu. Last year tulifika quarter finals, but this round tumetokea tumemaliza number three kwa kwa world level. Najua tumefika but but but but competition hapa Mala, Isongo, Makunga, Ward ward ni ngumu, ukijaribu pia. Ndio hivyo tumejaribu, tumejaribu penye tumewezeshwa, tunashukuru, tunashukuru Mungu. Mungu next year tutajaribu, this time tumejaribu. Tumecheza game nzuri, tumetoka kwa mape, kwa kwa kwa kwa kwa madusha tukiwa hapo Isongo sasa hivi namba 3 na tunashukuru Mungu. Kwanza mimi nashukuru sababu sababu huyu gavana wetu anajaribu sana sana, kupewa zawadi kwa ward level si rahisi, wachache wanapeana, tunashukuru Gavana. The only thing that I can say maybe that uh, we can, he can try to improve is that, for example, today we have had, uh, to, we have uh, forced to play three and four, but the only team being awarded is number three. Remember, we spend uh, to make sure that we participate in this tournament. So meaning number four was there, but he uh, didn't get anything. So meaning the PSC said, uh, fail PSC tungetoka ni hivyo. But as I said, I said, I said, I said, I said, I said, I said, I said, I said, I said, I Yes, tuko nazo. Tumekuwa hizo miaka mbili tumepewa, but this round hatupewa, so at least pia hapo you improve. But mimi nashukuru gavana anajaribu kwa ground, tuko na tunakupenda. Mimi najaribu tu encourage my players, I know they are always confident when they are playing, when they lose they are so demoralized, but I, I continue to, to encourage knowing that next time we shall push. This time hii mwaka tuko na tournaments mingi, tunapitia changamoto but najua lazima tutazidi kufanya zoezi na tuta improve Ta, Asante sana mimi kwa majina yanaitwa Anthony Okumu. Mimi ni principal sports officer, County Government of Kakamega. Nimekuwa hapa leo Malaha Isongo Ward, katika, katika sub-county ya Mumias East kushuhudia uh, Governors Cup World Finals, ambapo timu ya Malaha, timu ya Mila imekuwa ikicheza mpira katika fainali na wao ndio wamekuwa washindi dhidi ya Musango na tumewapatia 50,000 shilling kutoka kwa mheshimiwa Governor Musango amepewa 30000 na wale walikuwa namba tatu wamepewa elfu ishirini zote kutoka kwa mheshimiwa Governor. Kwa hivyo sasa tumemaliza world finals hapa, wale ambao wameshinda watakuja katika ile level ya sub county, na sub county yule atakayeshinda mume assist atapatiwa 100000 kutoka hapo ataelekea Bonanza, na katika Bonanza atakayeshinda the whole county atapata shilingi milioni mbili vile vile kutoka kwa mheshimiwa Governor FCPA Baraza. Sisi tungependa kushukuru tu kwa sababu tumeona talanta na tuna imani kwamba hiyo talanta, tumekuwa na makocha hapa kama coach Fred Serenge na tumesema wale ambao tumeona, tutawasaidia ili waweze kuelekea kuweza kuendeleza talanta zao. Ha, ni karibu sub county saba hivi, tulianza na Vaholo, tukapiga Malava, tumepiga Shinyalu, tumepiga Ikolomani, tumepiga Matungu, tumepiga um, Tere, alafu leo tumekuwa hapa Mumia assist, so I think those are seven sub counties na zimebaki uh, sub counties tano, alafu tuko tumemaliza mpira wa wasichana unaanzia kwa sub county level so wakati ambapo tutaingia kwa sub county tutakuwa tunacheza eh, wasichana wanaanza, alafu kisha tunamaliza na na wasichana. Governor hajasahau wasichana, kwa hivyo watulie tu, nafasi yao ipo na pia wao wale watakaoshinda kwa sub county wataenda mpaka bonanza na atakayeshinda kuna 1.5 million ya timu. Kwa majina mbao, Abraham Busono atoka maeneo yama wenye shabiki wa Mila o matokeo, moja moja. Mefrayo, matokeo Refa, na hiyo roho kiufupi, timu yangu timuyanu imepoteza mpira ndio umetoka draw ya 1-1, wanataka kwenda mapenalti lakini ndio imepotea. Kwa sababu timu yangu ni kubwa, najifunia kuwa na timu kama Mila, timu inacheza kwa kwa division 2, timu ambayo iko na wachezaji experience. Ukiona huyo goalkeeper sio mtu wa kucheza naye, ukiona striking force si mimi, yani vile tu ingereza kidogo kidogo, lakini changamoto za mpira pia. na pia Musango wamejaribu lakini, kiukweli ni kwamba Mila ndio wamekuwa chini kidogo. Napenda timu yangu kwa sababu ni timu ya, ya, ya, ya, ya ligi. Nashukuru gavana wetu Baraza kwa kutuandalia A uh, awamu hii vijana tujaboeka sana hii, hii holiday imekuwa ndefu sana eh, napata holiday ndefu kama hizi zimejaa changamoto, lakini tumekuja kupotezea huku time kidogo na muda umesonga. Imekuwa vizuri na kulingana na mpira, wakati vile tumeona hiyo eh, ilikuwa na mpangilio mzuri na eh, ushindi umepatikana kwa wale walikuwa na wanastahili, kwa majina ya Douglas Shtemi. Tunashukuru Maulana kwa mpira huu umechezwa leo. E, tuna mshukuru mme, tuna mshukuru mkuu wetu gavana kwa kuleta hiki kipindi cha mpira. Kila wakati kuna mwingine kwa sababu kuna mwenye amepata injury, ni yote tumeona imekuja mzuri tunaendelea hata mwaka ujao. Gavana si tuachilie hivyo atusongeshee karibu vijana, wafanye wafanye mchuano, wajulikane talanta zao zisonge mbele. Kwa majina ni makubwa Brian, coach Mila Football Club from Malai Songo Makunga Ward. Tunashukuru mheshimiwa gavana kwa ajili ya michezo, haswa ule mchezo wa kandanda ambao tumeshuhudia fainali ya wodi ya Malai Songo Makunga leo, ambapo timu yetu ya Mila tumeibuka washindi ijapokuwa kwenye mikwaju ya penalti. Mwaka uliopita tuling'ang'ana, lakini bahati haiko upande wetu, ambapo tulimaliza kwenye hatua ya nane bora. Mwaka huu tumekuwa kwenye nidhamu ya juu, pamoja na mazoezi ya hali ya juu. Wachezaji wetu wameonyesha nidhamu na kuzingatia yale yote ambayo tumewaambia Ndiposa tumefanikiwa kupata ushindi wa leo. Tunazidi kumwambia gavana kwamba azidi kukuza talanta nyanjani na ikiwezekana, vilevile baadhi ya vijana wetu waweze kuchukuliwa ili waweze kusaidika hasa kwenye misingi ya sport. Asante. Kwa majina ni Brian Wamoi, jinsi kocha alivyosema, na sitakuwa na mengi ila nikumrudishia shukrani Bwana gavana Fernandez Baraza kwa kutupea fursa hii kwa kuorganize hizi um mchuano na aendelee hivyo hivyo, asante.